ikubwa ni, ni kuenda kufanya kazi inayohusu uchumi zaidi. Na kwenye uchumi kuna maeneo kadhaa, ikiwemo e, swala la kupata wawekezaji, ikiwemo e, swala la kupata masoko ya bidhaa zetu lakini vile vile kwa uchumi kama wetu wa Zanzibar huzitangaza fursa za uchumi wa huduma e, maana tunatofautiana si, si wote wenye bidhaa za kuuza, wengine tuna huduma za kuuza. Kwa hivyo nichukue fursa hii ni, ni waombe mfanye kazi ya kuitangaza nchi yetu e, ninavyotambua sera yetu kuu ya uchumi hapa Zanzibar ni uchumi wa bluu, na ndani ya uchumi wa bluu uh, sekta kuu kabisa ni utalii. Na kwa maana hiyo bado Zanzibar tuna, tuna nia na dhamira ya kuendelea kuwekeza zaidi katika masuala ya utalii. Ukipata fursa za watu ambao wana interest ya kuwekeza kwenye utalii, basi sisi tuko tayari eh, kuwapa fursa ya kuwekeza katika utalii, lakini vile vile kupata watalii wa kuweza kuja kutembelea nchi yetu katika kukuza uchumi wetu, na kuona wenzetu wana nini cha ziada au nini cha nyumbani ambacho nikipeleke kule, lakini kufungua fursa za uwekezaji kwa Tanzania, kwa maeneo yote, kwa upande huu wa visiwani, eneo la spices, spices zetu ni utalii wa spice, lakini biashara ya spice kwa hiyo tutakuza na nitajitahidi kuonyesha kwamba mahusiano katika eneo la utalii wa spice, lakini na utalii wa uvuvi, lakini na kujifunza kuona wawekezaji kama watapatikana kuja maeneo haya na, na biashara kubwa sana inafanyika kati ya Rwanda na Tanzania. Tanzania kwa miaka hivi karibuni imetengeneza imefanya eh, biashara na Rwanda inayokadiriwa kufikia zaidi ya dola milioni mia saba kwa mwaka. Sasa hii sio eneo la kulibeza, ni eneo la kuliendeleza na kuona kwamba biashara hii inazidi kukua. Rwanda inatumia bandari yetu, bandari yetu inatumia barabara zetu, yote hiyo ni biashara vilevile. Nitakuwa, nikiwa kule nitakuwa naangalia fursa zilizopo ndani ya Rwanda ambazo Watanzania wanaweza kuzitumia eh, kama wanahitaji kwenda Rwanda, kwa sababu uwekezaji eh, ni pande mbili, unaweza kuwaita wawekezaji kuja ndani au kutoka kwenda kuangalia fursa tunavyofahamu Msumbiji haina tofauti sana kijiografia na, na, na Tanzania including Zanzibar, kwamba tuna bahari kule na Msumbiji, kuna bandari kubwa kama sikosei ni Beira, e, kitu ambacho uh, cha kwanza ambacho nita, nita katika utekelezaji wa haya maelekezo ambayo tumepata kwa Mheshimiwa Rais hapa ni kwenda kuangalia wenzetu wa Beira wamefanikiwaje katika swala la bandari ni, ni, ni ujuzi gani ambao wanao ambao labda pengine hapa Zanzibar au Tanzania kwa ujumla hatuna au tunakosa, ili sasa na sisi tuweze kuboresha bandari zetu hapa Tanzania e, vivutio vya aina mbalimbali tulivyo navyo, vivutio vya fukwe zilizoko hapa Zanzibar, vivutio vya mbuga zetu za wanyama, mlima ya Kilimanjaro, vitu vingi, tuna tamaduni, tuna masuala ya kihistoria, aina za vyakula vyetu. Kwa hiyo natarajia kwamba tutavutia watalii hasa ukiangalia kuna nchi kama Lithuania mathalan ni, ni nchi yenye watu wenye kipato kikubwa na wanakwenda katika nchi mbalimbali kama watalii lakini ni wachache wanaokuja hapa. Nchi zingine kwa mfano kama Denmark inaleta watalii kwa mwaka elfu ishirini tu. Kwa hiyo ukizingatia tuna lengo la kufikia watalii milioni tano e, nchi moja katika maeneo haya kuleta watalii ishirini maana yake kuna fursa zaidi.